ilifika hata mtu mwenye nilikuwa nimelala na yeye si mwenye niliamka na yeye. Hiyo clip ni ya young couples ambao uh, wanaishi pamoja, wana mtoto I'm not very sure. Kwamba wamewana uh, lakini nao wali fall into this trap. Um, loyal testing yeah. na hii clip ilikuwa imetokana na follow up uh, baada ya you know kuonekana kuwa kuna cheating, kuaga uh, Comrades Flavor anatengeneza follow up video ambao anakaa na wahusika alafu anawahoji na kama ambavyo mnaona ameelezea kwamba ni yale yale ambayo yametokea kuitwa kwenye party. Actually rafiki ndio anakualika, unaekewa madawa ya kulevya, unaamka asubuhi ukiwa umeshafanyiwa vitendo vya kinyama na kama ambavyo ameelezea Some of these languages are very graphic na mi bado najitahidi kuhakikisha kwamba tunakuwa tuko very clean when it come to graphic languages pamoja na nani, lakini saa nyingine katika kufundisha uh, unakuta kwamba huwezi kuepuka hivi vitu um, ili watu waweze kuwa na picha kamili kitu gani kinaendelea, sio on purpose of entertainment but kufundisha. Sio kwamba tunataka kuadhirisha watu, isipokuwa tunataka, tunataka kusaidia. Kwa hiyo saa nyingine inabidi tuache uh, hizi language pia uh, ziwe dhahiri ili tuwezi you know, kuelimisha jamii um, kuna one of subscriber ameniuliza, kanambia, Marido hii ni ulimbukeni, umasikini ama ni kitu gani? Kanambia I'm not very sure kwa sababu you know, inaweza kawa ni combination ya vitu vyote hivyo. Unaona, ulimbukeni maana yake ni actually ni you know kutokujua mambo au kutokuwa na uelewa wa mambo alafu ukawa unajitia kwamba unajua kwa hiyo unafanya vitu tu zigzag, alafu mara uh, nyingi kuna kuna kuja kuwa na madhara. Kwa hiyo hiyo inaweza kawa ni moja hapo. Masikini, yes kwa sababu unakuta watu wengi ambao wanaenda kwenye hizo party ni kwa sababu ya kuahidiwa pesa. Unaona? Na sio kwamba tu wanajua kwamba tunaenda kwenye party, tuna you know tuna have fun tunarudi nyumbani, wanajua kwamba kuna kitu ambacho kinaenda kutendeka kinaenda uh, kutendeka. Kwa hiyo unakuta mambo ambayo una yanayotendeka ni haya na pretty much 100% sure huyu dada ambaye amekewa ya madawa na, kama amefanyiwa hivyo, atakuwa iko kwenye hizi video ambazo nani, atakuwa iko kwenye hizi sites amba, ambazo uh, wanaposti hizi video za ngono. Yani, no doubt about it, that's the only reason ya kwamba uh, uh, alikuwa recorded. Kwa hiyo kuna discussion ambayo pia nilikuwa nayo na uh, mtu mwingine akanaambia, bro ulikuwa umesema kwamba polisi um, especially katika nchi zetu za East Africa mambo yanatokea Kenya, hawahusiki kwa sana. Nakubaliana na wewe, lakini kuna few cases ambazo uh, you know, zilishughulikiwa na tukaa tumeweza kuiangalia kesi moja, pretty much ni kwa sababu kuna watu wawili walikufa kwenye hiyo case, unaona na, na na watu waliokufa actually walikuwa ni silence, ni watu ambao walikuwa wanataka kuwadhuru watu wengine, unaona

Uh, one of my girlfriend actually anaka Nairobi akasema kwamba uh, polisi wana kazi nyingi, wana mambo mengi kufanya, mara nyingi hawataki kujihusisha na hizi kesi unless kutakapokuwa kuna issue kubwa kama hii ambayo watu wamekufa. Ni kwa sababu wanasema kwamba hawa watoto hawasikii wa kwamba hawa Gen Z hata uwaambie nini. I mean, they just don't listen, so let them you you know know mess around and and and find find out out that's you know, uh, the way they find out. And sometimes wanna find out the hard way kwa sababu kuna madhara yanakuwa makubwa na kweli watu wanakufa. Uh, specific case ambayo alikuwa anaizungumzia, I am not very sure kwamba this is a, uh, story ni kwamba, uh, walikuwa hii hi kesi hi ambayo watu wako mahakamani, vijana wawili kutoka uh, Nigeria wamefariki, ni kwamba walikuwa wamewekea wasichana madawa kwa ajili ya kuwalewesha na kuwafanyia hivyo vitendo. Inasemekana kwamba mmoja wa wasichana li notice kwamba kuna glasi ambazo zimekuwa spiked na you know, na, na, na, na hivi vitu vya kulevya kwa hiyo aliweza kuswitch I don't know how, lakini akawaekea watu walioweka madawa hizo glasi ama hiyo chupa akawa amewaekea wao. Kwa hiyo sasa walipokunywa, na walikuwa wana combination na dawa nyingine ambazo ni kwa ajili ya kujiboost ili waweze kufanya vitendo vya kinyama, unaona. Kwa hiyo mambo yakawa mabaya ni, ukapasa we very very uh, sad situation, lakini wak um, kapasa vijana wetu nabidi. Kwa hiyo kilivyokuwa kimetokea hicho ndio uh, polisi waliweza kuwa involved kwa sababu watu walikufa, watu walikuwa wanatapatapa na nini, ikawa ni ishu kubwa ambayo ilikuwa tena haiwezi kufichika. Ndio hiyo ambayo umeiona kwamba, uh, watu wamepelekwa mahakamani. Kwa hiyo vijana wetu wawe very well aware. Kwa hiyo inabidi tuendelee kuelimisha jamii, kuambia haya mambo yapo, uh, na usienda you know, kwenye pati yoyote, mtu anakualika tu kwamba you you know know a friend of my friends and unajui you know, watu eh? Eh? Kama umjui mtu direct kwamba ni you know, ni rafiki yako umesoma naye mnakaa naye kwenda kuenjoy pamoja na kunani na, na, na have fun, that's okay. Lakini unalikwa na watu wageni kabisa tena hata you know, sio kwamba ni wageni uh, katika you know, jamii yako, ni wageni, yani ni wageni kabisa yani kutoka hata nchi ya nje, anakuambia kwamba anataka kwenda kuenjoy na wewe uh, you have to be suspicious of those things. kwa hiyo Siwezi kujibu hilo swali la kwamba ni ulimbukeni, ni umasikini. Inaweza kuwa ni combination of both. Vijana wetu wanapenda ku have fun fun, and sometimes this fun you know turn into very very dangerous situations kama hii, na tulikuwa tunaendelea kuongea kwamba um, uh, let's watch this other clip akanaambia, then tutaelezea zaidi.

Promise me no sex with your friends. He said, only one baby. He will give you good money. Yeah, so again, huyu ni msichana ambaye amepata mtu wake ambaye alikuwa anampenda mtu kutoka Ivory Coast. Huyu jamaa anazungumza kwamba ana you know, anamtekea mke wake, lakini kutokana labda na ulimbukeni ama kutaka pesa zaidi bado wanahusika na hao watu. Sasa, I don't know man na, naendelea kulaani na vyoendelea kukutana na watu na kuzi, you know, na kuzidiscuss hizi issue. Nikauliza sasa, msichana kama huyu ambaye kuna mtu ana, anamlea vizuri, labda anakuwa anasema kwamba you know hataki vijana ambao ni loko, anataka mtu kutoka uh, nje, lakini anampata nani, amempata na huyu mtu, anafanya vizuri, inakuwaje? Unaona. Ndio kaja yale ambayo pia nilikuwa nimeyaona wakati nimeenda Lagos. Kuna kitu ambacho wanasema pia kwamba ni madawa ya kukuvutia madawa ya kienyeji unaona. Kwa hiyo saa nyingine hii mitego sio tu kwamba anaenda kwa uh, akili za mtu yule ambaye uh, anatakiwa kupatikana, isipokuwa pia kuna aina uh, fulani ya kuboost kienyeji. Well, ni mambo ambayo yanazungumzwa, ni mambo ambayo nimeyasikia sana kwamba inawezekana. So kama ni hivyo, inaweza kuwa ni very hard situation ku beat kwa sababu kama ni watu ambao wanatumia madawa ya kienyeji kwa ajili ya kumvutia mtu au kumwekea mtego aweze kuingia Men. So, I mean you know that can be very uh, very difficult to beat and this, kwamba watu wamwelekee Mungu, kitu ambacho nafikiri tuanze kutichi vijana wetu kwamba kuna vitu kama hivi, inabidi mtu atakapoku approach, then you know you need to be very prayerful. Kwa hiyo I don't know, lakini huyu kijana amesikitika sana, na hata siwezi kuelezea. Bro, bro, I tell you bro, I've left my country